Akiongea mara baada ya kuzindua zahanati ya kijiji cha Singiwe wilayani Kalambo, kiongozi wa Mbio za Mwenge wa Uhuru 2025 Ndugu Ismail Ali Usi amewahimiza wananchi kuilinda miundombinu inayojengwa kwa ajili ya kuwaletea maendeleo ambapo tunaendelea kujua kwamba mama huyu Daktari Samia ni rais wa tofauti ambaye amekuja kukuza mioyo ya wananchi. Leo hii wananchi tumejitokeza kwa wingi ni kwa sababu ya hamu na tunu ya ufunguliwaji wa zahanati yenu hii Asingiwe. tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali, kwa sababu serikali tayari imekuwa ikiwathamini wananchi wake na imekuwa ikiwajali wananchi wa ngazi mbalimbali baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kuwajengea zahanati katika kijiji cha Singiwe na kueleza walivyokuwa wakipata adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hasa nyakati za usiku. Hadi kukamilika kwa mradi huu umegharimu kiasi cha shilingi milioni 114,647,000. Kweli tunamshukuru mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu wajawazito walikuwa wanahangaika sana, mwana wa mama mjamzito mzito akiugua mpaka pate usafiri tena wa kwenda kule ni mbali au kwenda mjini. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunashukuru serikali kwa kutujengea zahanati. Tulikuwa tunaenda Matai kwa gharama. Kutoka mkoani Rukwa, Wili Bodi, Sumia. Hii ni Channel 10 Plus.